Taarifa nyingine zinaarifu kwamba baadhi ya wanaharakati kutoka ukanda wa Pwani wameiomba serikali kupunguza idadi ya vizuizi vya kudumu katika barabara kuu eneo hilo la Pwani baada ya malalamishi ya muda kutoka kwa wanaosafiri. Haya najiri baada ya wanaharakati watano wa mashirika ya kutetea haki za binadamu kuzuiliwa kwa muda na maafisa wa kitengo maalum cha upekuzi katika eneo la Gongoni kwenye barabara kuu ya kwenda Malindi aa, kuelekea Lamu walipokuwa wamekwenda kutafuta taarifa kuhusu vizuizi ambavyo vimewekwa katika barabara hiyo wanavyovitaja kuwa kero kwa wasafiri kwa muda mrefu. Mtindo huu hatuoni pale pengine katika Kenya isipokuwa ni hapa, na kumbukeni zama za Kibaki, apokuwa katika utawala, aliondoa permanent road blocks zote katika nchi, akawaambia wekeni roadblock pale panaotokea shida, ikimalizika ile shida ondoeni the roadblock lakini hapa kuna roadblock permanent la kwanza, la pili. Huu ni mwaka wa 11, hii njia Lamu kutoka Minjila, kutoka saa 12 jioni mpaka saa 1 saa asubuhi saa saa barabara zinafungwa na hakuna pande yoyote katika nchi ambazo kuna kafu permanent kafu mwaka kumi na moja. Lengo letu ilikuwa si kuzuia kazi kufanyika wala si kuingilia hali ya usalama. Lengo letu ni kujaribu kuambia kuna better ways ya kuweza kulinda usalama na pia kuhandle wale ambao wanasafiri ili kusiwe na haya malalamiko. Watu wa Lamu wamekuwa wakiexperience mambo kama haya. It is time that we address this matter once and for all. Hatuwezi kuweka roadblocks za aina ile forever. The government must come with a strategy. Kwingineko ni kwamba viongozi na wanaharakati